Ni nyama ya kudondosha mate mtazamaji, sio siri, ila ni vigumu kufahamu ni nyama ya nini hadi uambiwe. Karibu katika jamhuri ya sungura. Hapa ni mtu ambaye amejizatiti vilivyo kuwafuga sungura kwa wingi, kama tulivyokuelezea mwezi jana kwenye makala ya mgaga na upwa. Lakini je, wajua hawa huuzwa wapi na hutumiwa na nani? Hiki ni kichinjio cha sungura. Hapa ndipo sungura waliouzwa huja kufanywa kitoweo. Jana hawa wakiwa wameajiriwa eneo hili la Ole Kasasi huko Rungai, lao hapa likiwa kuwachinja sungura na kuwatayarisha kwa ajili ya kuuza. Kilo ya nyama hapa ni shilingi elfu moja mia mbili, nayo na manufaa yake ni sawa na bei yake, kama 1.5 kg na sungura iko na cholesterol levels low kuliko ya kuku. It is more nutritious kuliko, kuliko ile ya kuku ama hata samaki. Kwa sasa nchini Kenya, kwenye mikawa mikubwa utapata nyama hii karibu jikoni, na hapa ndipo upishi wa nyama ya sungura utapata umepamba moto. Iwapo wewe ni mgeni, ni vigumu kufahamu ni nyama ya mnyama upi. So nyama yake ni very delicate, unaifaa ku rest at least for a day. Ndio inamwaga maji yake. Karibu mlo wa nyama hii ya sungura si mlo wa kawaida, ila uliopambwa ukapambika wanavyotafuna kila mdono ukielezea utamu wake. It's very tender, na iko very sweet sana. Ni sababu hii ya manufaa yake na bei yake ya juu, kwani sungura mmoja wa kilo tano akichinjwa anaweza kuuzwa kwa shilingi zaidi ya elfu tatu. Ndio maana ufugaji huu umeanza kukita mizizi nchini huku, mwanzilishi wa ufugaji huu kwa jina Rabbit Republic akiwapo wote nafasi ya kuwafuga na kupata mafunzo ya kuwatunza. Labda unaweza kuwa una kazi unataka pia zingine e, zaidi, ama uko na mtu unataka kusupport apate kazi, ama uko na mtu nyumbani, kazi yako ni kumtumia pesa kila mwezi, nitumie pesa ya hii, kuna pesa ya hii mwingine. Ni kijana huko huko kwa stage ya matatu, ana pesa, ni idle, anataka kwenda kwa crime. Hapana, tuende kwa ukulima, tuende kwa fuge sungura. Tunaisema rabbits for nutrition Income and food security. Ama kweli japo sungura ni mdogo na anafahamika kwenye lugha ya Kiswahili kwa mjanja basi ni vema uwe mjanja na kuanza kula nyama ya sungura mjanja. Job Morake, K24 weekend.